Nasema enyi wanawake wa Yerusalemu, mimi ni mweusi lakini ninapendeza kama hema ya Kedar, kama pasia ya Sulemani. hatutaendelea ah kule chini kwanza, hatutasema juu ya pasia lakini tunaweza jaliwa kusema juu ya ya hema ya Kidani, Bwana tusaidie sana. Amen. Nah, Hii kitabu ni kitabu ya wimbo ulio bora. Unifuate. Unifuate kwa makini. Watu ya mingi wanapendana bale ulio bora, bato ya mingi wanajitumikishaka wale wanapendana ana n anakienda mwimbo uliovoa anaanza kuandika, anatumia anatumia kama ni rafiki yake, anaanza kumwambia maneno ya kitabu. Lakini hii kitabu ni unabii, hii kitabu ni unabii, ni mambo ambayo Sulemani anaongea kwa mambo ambayo yatakayokuja. Maana nilishakwambia ya kwamba, nilikwambia hivi, nikakwambia ya kwamba agano la kale ni fumbo ya mambo yatakayokuja. Bwana usijie sana maana, agano la kale haikukuwa na tafsiri, lakini agano jipya inakuja kuleta tafsiri ya agano la kale. Maana tukiangalia sheria za <coughs> za Musa ni fumbo, lakini sheria za Musa ni unabii. Kwa maana Yesu akasema, sikukuja kuvunja sheria, lakini nilikuja kukamilisha ni kusema ya kwamba yeye analeta tafsiri ya zile sheria za Musa. Bwana tusaidie sana. Amen. Zaburi ni unabii, Daudi ana tabiri. mesali ni unabii, Sulemani ana tabiri, na hii pia, huu wimbo uliobora Sulemani ana tabiri. Bwana tusaidie sana, anatabiri. Sulemani anaongea mambo makubwa tena mazito sana. Bwana tusaidie. Amen. Amen. Nani aliandika kitabu hiki? Aliandika kitabu hiki ni Sulemani. Sulemani alishughulika na kuandika kitabu hiki, pia binti za Yerusalemu walihusika pia pia huyu mwanamke mshunani na kaka yake na huyu mwanamke mshunani pia walihusika na kuandika kitabu hiki. Kwa nini wanaita wimbo ulio bora? Sababu Sulemani aliandika vitabu, aliandika wimbo mingi sana, na katika zile wimbo aliandika wimbo mia, mia makumi nne na nne, na miongoni mwa zile wimbo za Sulemani walichagua hili lililo bora Mwako mtu ananifuata, hmm. Mtu nasema Sulemani aliandika wimbo nyingi sana, aliandika wimbo mia makumi nne na nne, na miongoni mwa zile wimbo wakachagula ili wimbo lililo bora. Maanake miongoni mwa zile wimbo nyingi alizoziandika Sulemani wakachagua lililo bora. Kwa nini lililo bora? Sababu hili ni unabii linatabiri mambo yatakayokuja tusaidie sana. Amen. Amen. Amen. joko jokamana, kwa Kifaransa wanasema Cantique des Cantiques de Salomon, ni kusema cantique, nyimbo ya zile nyimbo zilizo bora za Suleman. Sema hii ndiyo nyimbo iliyo bora katika ile nyimbo ambazo alizoziandika nani? Suleman aliimba nyimbo nyingi sana, lakini ili inakuwa bora kwetu hatukuanza kwa mstari wake wa kwanza, tungielewa, lakini tunaingia kwa mstari wake wa tatu. Huyu anayeongea hapa ni mwanamke mshunani, na huyu mwanamke mshunani ni mwanamke ambayo aliishi Shunemi. Shunemi ni kijiji ambayo kiko juu ya Ufaransa, na hawakukua na uhusiano na Yerusalemu. Sasa ngozi yao ilikuwa tofauti na biti za Yerusalemu. Bwana tusaidie sana amina. Bwana tusaidie sana amina. Huyu mwanamke mshunani anasema, maana ukiingia kwa sura yake ya 4 ya mstari wa 12, ni Sulemani anaongea pale sasa lakini hapa ni mwanamke mshunani ambaye ni mchumba wa Sulemani ndiye anaongea. Bwana atusaidie sana. Anaongea na nani? Anaongea na binti za Yerusalemu. Yerusalemu. Za Yerusalemu mwana mwana, kwa nini? Sababu walipofika Yerusalemu, za Yerusalemu zilianza kumcheka, lilianza kumzia, wanamwambia wewe haustahili kuwa mchumba wa Sulemani. Bwana atusaidie. Maana walizani ya kwamba ni wao tu walistahili kuchumbiwa na nani? Na Sulemani. Asa wakaanza gumzi yake. Asa huyu mwanamke mshunani hakuwa na uoga ndani mwake. Kwa nini? Sababu aliwahi kutana na Sulemani akamwambia ninakupenda. Bwana atusaidie sana. Sulemani ni nani? Sulemani ni mwana wa Daudi, ni mtoto wa Daudi, maana Mungu alimwambia Daudi, hautanijengea hekalu. Lakini mtoto yako Sulemani ndiye atanijengea, sababu mikono ya Daudi ilikuwa imejaa damu. Mungu akamwambia hautanijengea, lakini mtoto yako atanijengea Sasa huyu mwanamke anasema mimi niko mweusi, nimetoka Shunem, lakini nimefika Yerusalemu. Sikufika kwa bure, sababu Sulemani alinikuta akaniambia, nakupenda. Hata kama niko mweusi, lakini nimependeza, hata kama niko jinsi nilivyo hata kama watu wanaweza kunicheka, lakini nimependeza. Hakujisahau, hakujishusha kwa watu. Wenye wanakuwa na complex, ashafika mbele ya mwingine, anaonyesha complex yake. Ule mtu hajijua. Huyu mwanamke alijijua, akasema mi niko mweusi lakini ninayo uzuri. Haleluya, amen! Wala zeje sana, niko mweusi, niko hivi kisi, niko kwa nje, lakini mimi niko mzuri, nimependeza. Sulemani ni picha, ni picha, ni picha, maana Sulemani ni mwana wa Daudi. Na Mungu akamwambia Daudi hautajenga lakini mwana wako Sulemani atajenga. Inamaanisha nini? Sulemani alikuwa na mission ya kujenga hekalu. Jo mission alitawala lakini alikuwa na mission ya kujenga nini? Hekalu. Na Yesu Kristo ndiye Sulemani wa kweli ambaye pia alikuja na mission ya kujenga hekalu. Sulemani ni mwana wa Daudi, lakini Yesu ni mwana wa Daudi wa kweli hali hai. kwa maana alipofika Yeriko akamkuta yule kipofu akalalamika, mwana wa Daudi, unirehemu. Ni kusema Sulemani ameshapita, hayuko tena, lakini Yesu anawakilisha Sulemani wa kweli ambaye tunamwabudu tangu leo. Amen. Yesu ndiye Sulemani wa kweli. Akasema mlipomoe hekalu hili, na muda wa siku tatu nitalijenga. Bado wakuelewa? Ase huyu, iko sawa huyu. Sulemani alihangaika na kujenga hii hekalu. Kisha anakuja kutuambia seme siku tatu aibomoe na siku tatu ijengewe. Iko sawa, aba kuelewa kama naongea mambo yako. Paulo anasema amjue kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu abajue ya kwamba iko naongea kama walibomoe yeye, kama vile ekalu atapomuka, ekalu la mwili litaanguka, yeye aliyevaa mwili atakufa, atagomolewa, atazikwa, kisha siku tatu anafufuka, anatuchenga sisi ekalu takatifu la Bwana. Hawakuelewa, hawakuelewa, hawakuelewa kama iko nasema yepeke. Ni kusema, mi, eh, Sulemani Alijenga hekalu ya kimwili. Lakini mie nitajenga hekalu ya kiroho. Leo niko hekalu, mwili nitakufa. Lakini siku tatu nitafufuka nitakuwa roho. Haleluya. Kristo aliyefufuka iko hai, bato bakumwelewa. Huyu mwanamke mshuna iko naongea na binti ya Yerusalemu, alitoka mbali alitoka Sunemi, hakukuwa uhusiano na Yerusalemu. Sulemani alikosa mchumba Yerusalemu, lakini akaenda mtafuta mbali. Haleluya, Amen. Haleluya, Amen. Bwana tusaidie sasa. Alikosa mchumba, akamkosa lakini, akaenda kumtafuta mbali. Bwana tusaidie sasa. Amen. Ndio maana nafika Yerusalemu. Bila Yerusalemu ndio kumsiaka sasa, wewe ustahili haufai. Akasema, ah, hata kama niko tisi niko lakini ninayo uzuri, nimetoka mbali, nimefika hapa sio kwa mu. Yesu Kristo pia alipofika Nazareti, bakamfukuza wakamkatala, lakini akageuka akatutafuta, si mataifa tuliokuwa mbali tumetupwa, akatukokota akatufanya kuwa Biblia. Amen. Haleluya! Huyu mwanamke ametoka mbali, ametoka Shuneni, ametoka mahali pa kudharaulika, mahali pa watu weusi, watu wasiofaa. Lakini anafika Yerusalemu, watu wanaanza kumzi, lakini akajua ya kwamba niliwahi kutanana na Sulemani wa kweli, ambaye ni Yesu Kristo, akaniambia nimependeza. Amana, anasema mimi niko mweusi, lakini ninayo uzuri Usuli wangu natokana sababu nilikutana na Yesu, akaniambia ninakupenda. Amen. Usisikie watu wanasema nini kwa ajili yako mm, lakini nataka sana kujua Mungu anasema nini kwa ajili yako. Amen. Shika lile ambalo Mungu alikwambia hiyo ndio maana Amen. Atakujenga hakupoteza neno la Sulemani, hata kama niko hivi, Sulemani ashaniambia ninakupenda. Hallelujah. Amen pesa hata kama mwili wangu umechakaa, lakini ndani ya roho Yesu ananiambia, wewe ninakupenda, wewe ninakujua, pia niangaishe hata unizarau Amen. hata unisiaki, ninajua mbele za Bwana nina thamani kubwa. Mwili yatapita lakini ya roho yatatumu milele yaoo. Kwa mwanamke anasema, mimi ni mweusi lakini Laki. i Laki. Laki. Ha, aliangalia ngozi yake na wenzake, iko sawa. Wenzake mm wanafanya hivi -hmm. wakiwaangalia nje ko wanafanya hivi, lakini yeye ni mweusi tena na chakaz, naambia wewe ulitoka wapi? Maana Suleimani alikuwa mzuri sana tena wa kupendeza sana, na kuna wengine wanawake walikuwa wanajileta wenyewe, hayawatongoza pekee, wanasema na mimi ni kuwa nyongeza peke kwa maana, anasema hapa juu, huyu mwanamke anaongea vizuri sana, anasema manukato yako yanukia vizuri na jina lako ni kama marashi yaliyomiminwa kwa hiyo wanawake hukupenda sana. Mwenye alikuwa anapita hmm. Yes. Yes. Napita Sulemani. Ni picha ya Yesu. Yesu wetu ni mzuri sana tena wa kupendeza sana haleluya. Tena wa kupendeza sana ndio, kwa maana watu waliona kama sisi ndio tunastahili. Wayahudi wakajua Mungu ni wao tu, Yesu alikuja juu yetu, Mungu ni wetu. Kumbe Yesu kuna nasema bongo, yeye nitatafuta wale waliotupwa, wale mayatima niwapatie wazazi. Haleluya. Amen. Haleluya. Wale wajane mimi ni mume wao. Nitakuwa kwa ajili yao kwa kupanguza machozi. Nitatafuta wale waliopotea. Wale walio mbali.

Huyu mwanamke <tuskita>, akuchali hiyo. Hakuwa na complex. Haleluya. Amen. Yesu ametuandalia makao. Makao ambayo haina mashuti Yesu atuvue. Kwa Yesu hakuna hapa na kuna wa hapa, sote tuna pesa moja ndani ya Baba. Baba hakuna ubaguzi, hakuna yeah, kutengana. Atasema njoni kwangu, atatushiriki pamoja, tutashiriki pamoja na Bwana. Hakuna kutuambia wewe eufaa ndani ya Yesu, esu sote tunafaa. Amen. Amen. Huko wa kwetu anaambia, hata kama mko na niona, lakini mimi ninapendeza. hmm. ah alijua siri ya uzuri wake. Niko mweusi lakini ninayo uzuri. aasawee nawee angukani, uko na vazi. Hata kama nakosa mavazi leo lakini najua ninayo uzuri. Haleluya, Amen. Hata kama nakosa nyumba leo lakini najua ya kwamba Mungu amenichua. mm. Haleluya. Amen. Chunga sana neno ambalo Bwana amekuambia, shika sana ulicho nacho maana vya nje vitapita, lakini mtani Bwana anachunguza ndani. Amen. Mimi ni mweusi niko wa mbaya, lakini mbele ya Sulemani alikutana naye. Maana Paulo anasema kwa watu wa pili sura yake ya kumi na moja mstari wa pili anasema ya kwamba niliyewachumbia kwa mchumba mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Tuko wachumba wa Kristo, wa tunachunga harusi pamoja na bwana harusi wetu. Haleluya. Tunachunga arusi. Huyo mwana mke anasema nimefika Yerusalemu, ninachunga harusi hapa, maana nimetoka mbali, ni ninafika hapa Yerusalemu, ninakuja kumiliki. Tulikuwa tumetengwa tumefukuzwa Yerusalemu, lakini leo sisi ndio wakaaji wa Yerusalemu, tunamiliki Yerusalemu. Yerusalemu ni yetu, hatutafukuzwa tena pale kwenye huko, ni Yerusalemu yetu. Bwana usaidie sana. Amen. Yeah. Nyumba yako ni Yerusalemu yako, hapana kuogopa, uko na Yesu ndani mwako, uko na Mungu ndani mwako, anaithibitisha wazi. Ah, ningepata muda niongea juu ya hema ya Kedar. Bwana sije sana. Amen. Anasema mimi ni mweusi, hakujisahau. Asema mimi hapa, mzee alitwambia hapa ya kwangu

Haleluya. Watu wanasema hautaweza autaweza, kumeza wanasema, ule niko pamoja naye ataweza. Amen. Amen. Watu wanasema atashindwa, lakini Yesu anasema atafaulu, maana niko pamoja naye. Haleluya. Ninayo uzuri, nimependeza hata kama sina mume leo, lakini kesho uzuri wangu wa Yesu atanitengeneza, nitakuwa mzuri. Amen.

lakini amen, amen. Lakini na Yesu haleluya, usuli amen. Wangu wa Yesu ni lesepase mm. Nikiwa na Yesu niko na lesepase hata niko na sura ya namna gani? Yesu atalitengeneza itapita palikoanasema sitapita, usuli wa Yesu talipitisha, haleluya mm. Atasema mimi chakula yangu ni neno la Bwana, haleluya yes. Na maisha yangu ni maombi ah. Pamoja na haya nitafaulu, haleluya amen. Amen.

lakini Yesu atakufanya unajua. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hajui kutembea, lakini Yesu akiingia, mwe utatembea. Mwimbaji mmoja anaimba ya kwamba sio mimi ninayeishi lakini ni Kristo anayeishi ndani mwangu. Yesu akiwa ndani mwako anatengeneza kila kitu. Amen. Anakipatia kafo. <laughs> Mimi naona maashi sana. Yesu, Yesu anafutika kali. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Bato wanapita wasita. Ezekiel unasema mimi sasa hapa. Bale watu walishapita. Mimi sasa nafanya nini hapa? Bwana unajie sasa. Mimi nafanya nini hapa? Ester anachomoka. Mtu ambaye amejaa. Mtu ambaye amejaa neno la Bwana. Amen. Mtu ambaye mafuta iko na mkokotea nito. Sikia Yesu atakukokotea watu wa mbaya. Yesu atakukokotea. Amen. Yesu atakupa ma connection kwa mtu mwenye iko mbali, atakuswa juu yako tu, atakosa amani kwa ajili yako, bakia no, kwa msingi bali wa mbali watakutafuta. Usui wako unapendeza mbele za Bwana, ngeka juu ya kazi, omba oh, Mungu. Shika neno la Bwana, ni mafuta, ni upako, utakokota kazi. Ee, utafika kazi kazia Esta nachomboka asenitulu yako sasa. Esta nakuya na vile vyake vyailuka, usimame viko vinatikisika havina hali vya kuchagulia. Haleluya, kumbe Yesu alisha vipatia fomu. Mimi ni mweusi lakini ninayo uzuri mfalme, fimbo itabakia itaniokoka tu. Yesu, Yesu, Amen. Yesu atakuchagua leo. Amen. Miongoni wa mia nane, miongoni mwa elfu kumi Yesu atakuchagua miongoni mwa watu na watu maelfu Yesu atakuchagua leo. Wewe ni nani kusudi upande ndege? Wewe ni nani kusudi utembelee kwa gari? Wewe ni nani kusudi uwe na nyumba? Yesu ataifanya leo. Hapa ndio ninaishia sasa. Anakuya iko na utaratibu wa kiroho. Hapana kuigaiga. Shabaki na utaratibu wa kimungu. Hapana angalia Saulo anatembea kama vile. Lazima ni pepo ziko zinamtembeza vile. Lakini wewe Roho akutembeze. Tembea na utaratibu. Esther atembea na utaratibu. Mfano anasema nipate watu mwanamke mtaratibu kama huyo. Haleluya. Amen.

lakini na yosu. Pokea Yesu akufanye kuwa mzuri leo. Amen. Pokea Yesu akufanye kuwa mzuri leo. Amen. Pokea Yesu akutengeneze leo. Amen. Usiangalie hali yako ya maisha. Usiangalie kukosa mafasi. Usiangalie kukosa chakula. Hayo yatapita. Watu bado wanaona vya nje. Habayo ndani, nani mwenye anekana ndani yako. Hauko mtu wa kujinegligee. Maana yule mwanamke alijua, nimepokea hili ni neno, linabaki ndani mwangu. Hauko mtu wakuangaika kuwa profete kwa nabii kuwa bishope kwa arke bishope. Hapana, ule Yesu mwenye huko naye ndani mwako anashinda ule wao. Maana ule wako weye anakupatia pumzi, anakupa chakula, na kesho kecho atakuheshimisha Amen. Bakia pale, omba Mungu wako mnyumba. Yesu wangu huko hapa, enda kusoko, jua kama Yesu yuko na wewe. Enda kazini, jua kama Yesu yuko ndani mwako. Usikafute tafute, bakia kwa msimamo wako. Yesu iko pamoja nawe uko mweusi lakini unapendeza. uko isi huko lakini mbele za Bwana unapendeza. Yesu anakujua, bakia na ule Yesu. Wakati mwingine tutaongea juu ya kama hema ya kidani, lakini leo usiongee juu ya hema ya kidani nimekuambia juu kwa ya kwamba Sulemani amekuambia anakupenda Yesu ndiye Sulemani wa kweli. Amen. ambaye anakuja kukuambia nimekupenda, Yesu anakupenda Yesu atakufanya mzuri sana. Hapana kuangalia vya nje, lakini angalia vya ndani, angalia Bwana unasema nini? Uliza Bwana unasema nini nami wewe, ambao ulipanya watu wengine wainuliwe na mimi leo, Bwana unitengeneze tena. Bwana msaidie sana. Bwana anasema mimi ni mweusi, lakini ninayo uzuri, shika sana ile ambayo Yesu alisema hapana. Hapana kujua balikuwa na nani, balikala kwa nani. Hapana kuangaika na vitu kama vile, hicho kitu kidogo cha kupoteza muda, hiyo ni bla bla, hizo ni bibite ya kupoteza wakati wako. Hapana kujua, hapana, hapana kujua mama, hapana kujua vile wewe, analia tu, bwana umesema nini nami, leo umeniambia nini leo? Maana yale yale yatapita. Jeuzekana mtu alikutungia uongo chafu, ulimshughulikia, ulifunga maombi kwa ajili yake lakini leo amekutupia mawe, njua ya kwamba hii nayo yatapita. Haleluya! bakia na uzuri wako, bakia na neno ambalo Mungu amesema. Na we, yawezekana walikuona ya kwamba we hautapandaka vyo, lakini Mungu atakupandisha ndani yavyo, na mtasafiri, utaenda mm. Walisema ya kwamba hautauzaka gari. Hapana, batu wanasemaka, batu iko na maneno, lakini Mungu anakuaka na neno, na neno la Bwana linatimiaka kwa wakati wa. Haleluya!